Jua haki zako na Benson Wakoli. Msikilizaji, hujambo na karibu kwenye makala leo ya jua haki zako, makala ambayo kuelimisha kuhusu haki zako teni za kimsingi. Kwa wiki za hivi karibuni msikilizaji, zimekuwa za misukosuko nchini Kenya, mitaa ya jiji la Nairobi na miji mingine mikuu ikifurika vijana waliokuwa wakiandamana wakiwa na mabango mikononi mili yao ikiwa tayari kwa chochote hata kwa mabomu ya kutoa machozi. Vijana wakiandamana kushinikiza utawala bora na uwajibikaji wa serikali. Lakini msikilizaji, maandamano haya yanamaanisha nini? Vijana hawa wanadai nini nchini Kenya? Na wanaruhusiwa kisheria kufanya hivyo? Ndio maswali tutakayokuwa tunajibu kwenye makala ya leo ya Jua haki Zako. Karibu kwenye makala ya leo ya Jua haki Zako. Jina langu mimi ni Benson Wakuli.

Ndivyo hali imekuwa nchini Kenya hivi karibuni, msikilizaji, vijana wakiandamana kulalamikia maswala kadhaa, kuu likiwa utawala bora na kupinga mauaji ya kiholela. Hawa hapa baadhi ya waandamanaji wakidai haki yao. Mimi kwa majina naitwa Wilfred Ateno mwana. Leo tumejitokeza kama vijana kwa sababu ya vitu ambavyo vinafanyika kwa hii nchi, tumejitokeza kama vijana kusema, abduction dawe, Ruto dawe, asante. Huyu hapa msikilizaji, ni mwandamanaji mwingine anayetaka serikali kutekeleza haki kutokana na visa vya mauaji ya vijana kiholela, baadhi pia wakidaiwa kutekwa. Kati ya Kasongo, kutumia polisi kuua watu na sisi kuambia polisi, msiue watu, nani mwenye ana sisi tumechoka. Sisi tumechoka. Chuzi ameua Albert Ojwang tunataka kumwambia hii. We are tired. Kazongo. Serikali ya Kenya nayo kwa upande wake ya msikilizaji imesema maandamano ya Juni 25 yalikuwa ni jaribio la mapinduzi na kuahidi kuwachukulia wahusika wote hatua kali. Kwa mujibu wa sheria ya Kenya. Kipchumba Murkomen ni waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya. It was terrorism disguised as dissent. There was no. Ulikuwa ugaidi kwa jina la maandamano hapa, kuwa maandamano ya amani, ilikuwa vurugu, vita na uvunjaji wa sheria. Serikali inatuhumu waalifu hao walishiriki maandamano na kushiriki visa kadhaa vya vurugu, kuiba, unyanyasaji na kingono na kusababisha uharibifu mkubwa kwa watu wetu, ila nataka kuhakikishia Wakenya kwamba serikali itahakikisha sheria umetendeka kwa wote walioathirika. Wahalifu hawa watakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Wanaharakati ni miongoni mwa walioshiriki maandamano ya Juni 25 tano nchini Kenya. Msikilizaji, Franci Auma ni mwanaharakati kutoka shirika la Muhuri nchini Kenya. Sisi kama teiakza kibinadamu tumegadhabishwa, tumeshtuka sana. Akiongea waziri kuwa kulikuwa ni jaribio ya kupendua nchi, Mombasa tumefanya maandamano makubwa sana ya amani, na sisi ndo tulikuwa hatukuwa na nia yote. Tunajua tunalia, watu walikufa, watu walizidi kufa na polisi waliua. Kwa hivyo hii yote ni kukimbia tu ile accountability na ukweli wa mambo, kwa hivyo

anashangaza sana akisema kuwa nchi ilikuwa inataka kupenduliwa. Nani anataka kupendua? Mbona hajashika huyo mtu? Polisi wewe, mwisho wake utakuwa accountable as individual, sio Murkomen. Yeye amesema mambo yake, na na tutaenda kortini kumshtaki. Hii ni incitement. Ingekuwa sasa raia pia wamekasirika, waanza kupiga polisi, nchi itakuwa hakuna order. Kwa hivyo ni very unfortunate statement, ni jambo la kusikitisha kwa mtu ya kaliba kama vile waziri ambaye apaa achunge wananchi, kupatia polisi mori kuwa mtu atakayefika pale apigwe risasi na uwawe. Ni jambo la huzuni na ni jambo ya kuvunja haki za kibinadamu. tia gas bila tia gas, maandamano maandamano. Lakini je, maandamano haya, msikilizaji, ni halali? Tunazungumza na wakili Charles Munjui, mtaalamu wa sheria na katiba nchini Kenya. Ukweli ni kwamba hakuna mtu amepewa ruhusa kisheria kupiga kurushia mawe ama kuumiza askari wa polisi, ama kuvunja maduka za wenyewe, kuiba vitu za wenyewe, kupiga raia, kufanya mambo kama yale. Ya maandamano yamepewa ruhusa kama ni ya ama, amani na maandamano ama, ama ambayo mtu ameingia ame, ame kwa yale ya maandamano bila kubeba silaha yoyote. Kwa hivyo ishu ile kubwa, serikali na polisi na wabunge kujua ni njia gani ambayo itawezekana maandamano yakifanyika, na kwa sababu maandamano ni ya raia, si ati ni watu wamejulikana ni kwa majina ndio watakuja haya kwa maandamano. Kuwe na, na mipango mwafaka ya kujua kama kuna uingiliaji wa maandamano na watu ambao ni waharifu, kwa sababu hii ama ile ingine, watajulikanaje ili sheria ikichukuliwa ichukuliwe kulingana nani ma, na nani ametenda yale mambo ambayo ni maovi. Na mwakili, mwisho kabisa kabla ni kuachilie, umetaja kwamba maandamano ya Kenya si maandamano ya kawaida, ni maandamano ambayo wahunu wanatumia nafasi hiyo kupora. Je, vipengee vipi vya katiba kwa mtazamo wako unahisi vinastahili kufanyiwa marekebisho ili maandamano yanapofanyika yawe maandamano ya amani, pasiwe na uporaji na maafa? La kwanza ni kwamba hata sio katiba, katiba iko sawa. iko sawa sheria, sheria ukiangalia mpaka ya ya, ambayo inahusu ya ya vile tunadili na mambo ya uvujaji wa sheria, sheria ziko ambazo zinastahili kuangaliwa. Ni kwamba upande wa fidia pia, ukiangalia fidia inakujaji ile ambayo ni punishment ambayo mtu anapewa kama amefanya mambo ambayo ametoka nje ya, ya mambo ya usalama wa nchi. Kama tuna tunaongea mambo ya sheria ambayo inahusu mambo ya usalama wanafanyiwaje? Na ikiwa ni mambo ya maandamano, kukuwe na sheria mwafaka ambayo imewekwa kando kabisa, ambayo inahusu mambo ya maandamano, isikuwa inahusika na mambo mengine, dini na mambo ya maandamano. Vile pia ukiangalia, wakati unaangalia mambo ya u, uh, ya angalia vile tuna run counties cities na municipalities ni tofauti na vile tuna run uh, mahali ambapo ni ni ruro. Kwa hivyo tukuwe na sheria kama tuliweka kwa katiba. Mambo ya maandamano ni mambo pia yamewekwa kwa katiba, mtu anaweza kufanya maandamano. Mbona pia kuwe na sheria mwafaka ambayo inahusika na yale mambo hufanyika katika maandamano, na hiyo experience umepata inahusu mambo ya maandamano, na iandamane na sheria zingine zile zote zimewekwa hata za kudili na mambo za uharifu, ikuwe kwamba inaangalia haya mambo Mano. Ka. Maandamano bila polisi siyo maandamano, lakini je, serikali ya Kenya haiwezi kupata mwafaka na vijana hawa? Maimuna Mwidao ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na mtaalam wa utawala bora. Anazungumzia hili akiwa jijini Mombasa nchini Kenya. Haya maandamano, kawaida, ingekuwa ni maandamano ya amani, ingekuwa hakuna shida, tungepata kusikia kile kilio cha vijana, na kilio chao ni kile kile cha mwaka jana, cha Juni ya mwaka jana, lakini maandamano haya sasa yamekuwa ni matatizo kwa uchumi, na sidhani ni nia na madhumuni ya vijana kufanya uharibifu ule ambao tumeuona na sote elewa kwamba uharibifu ule umetokana na baadhi ya vijana ambao wametumika kuja kuleta uh, rabsha ambayo itaonyesha sura mbaya ya wale ambao nia na madhumuni ni kuzungumzia matatizo yao katika uchumi wa nchi na katika maisha yao. Kwa hiyo kitu cha muhimu ambacho serikali ingejaribu sana kufanya ni kutafuta mbinu ya kuwa vijana na serikali wanaweza kuongea kwa namna na yoyote ile, na kuna mbinu nyingi, ili lazima lifanyikane. Bila hivyo tutakuwa kwenye shida na je bi maimuna kiongozi wa nchi yaani rais william ruto anaweza piga marufuku maandamano yanayoendelea nchini kenya maandamano kiongozi wa taifa hawezi kuzuia kwa sababu kikatiba ni haki ya mwananchi wowote wa kenya kuandamana na sababu ya kuandamana ni kwa sababu kwenda kutoa ile hoja mtu alionayo wa watu wamekasirika pengine uchumi ni mbaya maisha ni mabaya mambo yamekwenda vibaya vibaya kwa hiyo ni njia moja kitu rais anaweza akafanya ahakikishe kwamba wale vijana waovu wanaotumika wasitumika kwanza ili ahakikishe usalama wa wale ambao wanataka kuandamana kwa amani. Akihakikisha usalama huo, utawaona vijana wataandamana kwa amani, watatoa hoja zao na malalamiko yao na watakwenda zao nyumbani. Nafikiri ni usalama ni muhimu sana hapa, kwa sababu yaonekana kuna baadhi ya wanasiasa wanawatumia hawa vijana wengine kufanya maovu zaidi, kwa lile jambo la, la muhimu ambalo lingesemeka haliwezi kusemeka kwa sababu ya ule uharibifu. Nasema hoy, hoy, sisi wote tungane wa Kenya msilale. Lale, oh, oh. Baroni mapambano. Mama mboga usilale. Lale. Katika taifa linalojengwa juu ya katiba, haki ya kuandamana si zawadi, ni haki ambayo inaruhusiwa kisheria. Taifa lina jukumu la kutatua chanzo cha maandamano, si tu kuzuia athari inayotokana na, na maandamano. Under pressure, under pressure, under pressure. Na msikilizaji, kwa nukta hiyo, makala ya Jua Haki Zako yanafika kikomo. Jina langu mimi ni Benson Wakoli. Hadi makala yajayo juma lijalo ndani ya idhaa hii ya RFI Kiswahili, kwa heri.